Islamu huko utaibua vitu vingi sana kuhusu hii kabila. Naomba labda ilo swali tuishie tu kwa huo mfano huo ambao <coughs> na juhudi za kujaribu kuunganisha kuwaunganisha Waislamu Tanzania ni za muda mrefu sana lakini ambao wamekuwa kiziharibu sana ni BAKWATA. Kwa ile position yao walikuwa wamejiaminisha kwamba wao ni mapartner wa serikali, ni, ni supreme organization. Kwa hiyo hata Waislamu wengine walipokuwa wanafanya jitihada, na kwamba hebu tuondoe huu titiri tujifunge pamoja tufanye mambo yetu yaende, BAKWATA ndio ambao wamekuwa mstari wa mbele kwenda kufanya nini, kufitinisha. Na ndio sababu ilichukua takriban miaka tangu elfu moja mia tisa sitini na nane mpaka tisini ni 94 Waislamu kuweza kupata jumuia ingine ambayo imeridhiwa na serikali, ndiyo likaundwa lile Baraza Kuu la Jumuia na Taasisi za Kiislamu. Yaani, sio kwamba ni kitu kilichotokea on the spot, it was a continuous struggle, ni struggle ya muda mrefu sana lakini ilikuwa ina feli kupitia nini fitna za BAKWATA lakini baada ya mapambano muda mrefu mwaka 94 wa ilikuwa 93 94 waislamu wameteka makao makuu ya BAKWATA pale Kinondoni 92 kwa 92 e baada ya watu kwenda kuvamia makao makuu ya BAKWATA wakayateka, ndipo serikali neutralize ile situation, wakaruhusu kiundo chombo kingine sasa juhudi hi zimekuwepo kwa muda mrefu, na sisi tunazitamani sana, tunazitamani sana imegooroishe watu wawe kitu kimoja, wapange mambo yao kwa pamoja ili twende. Kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tufanye ya kuiwezesha Tanzania yetu ingae na Waislamu wang'ae, lakini tunashindwa kwa sababu ya mazingira ambayo wenzetu wanatujengea. Lakini sasa tuna hope kwamba kupitia hukumu hii hii hapa iliyotoka ili tunalozungumza litawezekana. Kuna swali lingine la ufafanuzi, nataka kuongeza tu, kuongeza husiana na swala la litajwa kama wizi wa mali. Kwa sababu ni mwanasheria, labda nitasema nisilite wizi, lakini historia ya BAKWATA imeanza na kuporwa mali za Waislamu walizozijenga kwa michango yao na jasho lao, mali ambazo ukizifanyia tathmini ni mali za mabilioni, kwa sababu ni mashule, majengo ya wakfu nchi nzima zinatimia mabilioni. Leo ni mali za matrilioni, kama zingekuwepo leo zingekuwa ni mali za matrilioni. Zikaporwa zote kwa tamko moja tu la Waziri wa Mambo ya Ndani kwamba mali zote hizo zinanyanganywa, wanakabidhiwa BAKWATA. Hili wizi wa kwanza, na mali hizi zilikuwa mali za East African Muslim Welfare Society. Kwa wakati ule ilikuwa ni taasisi huru ya Waislamu ambayo ndio umbrella ya taasisi zote za Waislamu na shughuli za Waislamu hapa Tanzania kutoka kabla ya uhuru kupatikana mpaka mwaka 68 na ilikuwa imefanya mambo mengi sana makubwa, lakini ilikuwa sio mali za East African Muslim Welfare Society peke yake, ilikuwa ni pamoja na mali za taasisi nyingine nyingi sana, zinafika taasisi mia na kitu pengine au zaidi. Mojawapo ni Jamiatul Islamiya Bitanganyika ambayo ilikuwa na shule eh, ile ambayo sasa hivi ndio shule ya primary Lumumba, na, na, na nyuma yake kuna ofisi za makao makuu ya Bakwata mkoa kile, ni kiwanja cha eh, Aljamia Tulislamia Vitanganyika, eh, eh, Maulid Committee ambao Maulid Committee, kwa baadhi ya wasomi wengine kama Muhammad Saidi, mwandishi na mwanahistoria maarufu anasema, kiwanja cha kidongo chekundu kilikuwa ni mali ya Maulid Committee ya Dar es Salaam. Lakini hayo ni mwingine, lakini tukirudi kwa Bakwata kata la kwanza hilo, na nyingi ya mali ambazo wamezifuja ni majengo ya wakfu na viwanja ambavyo walikabidhiwa na serikali kwenye tukio lile <coughs> la kwanza eh, la pili. Ntawapa mfano wa shule Jabalhira ya uh, Jabalhira ya Morogoro. Shule ya Jabalhira ya Morogoro ilianzishwa na mtu binafsi eh, ni mtu na mkewe alikuwa ni tajiri mmoja pale Morogoro, lakini Uislamu umemgusa, anaona waislamu hawana shule, akaamua kuanzisha shule na akajenga msikiti. Msikiti mkuu wa BAKWATA Morogoro ni msikiti ambao umejengwa, nyuma yake ndipo ipo shule ya hiyo, ni kiwanja kimoja kile. Lakini kwa kuwa hawakuwa na taasisi, wakaamua waandikishe shule ile chini ya BAKWATA mwaka, sikumbuki mwaka gani e, sasa walipofikia mahali ya kuona BAKWATA mizengo mizengo mingi wakaona bora tuitoe wakaandikisha taasisi yao. Walipoandikisha taasisi yao wanataka kuitoa BAKWATA wakasema, ah, hii shule ni mali ya BAKWATA na msikiti ni mali ya BAKWATA. Ikaendelea kesi, mwisho BAKWATA wakashindwa. Maka wale mabwana ile bwana na mke wake e, eh, maarufu Bi Jamila jina la mume wake silikumbuki sasa hivi. eh, eh Taji Mohamed maarufu Taji Mohamed e, walikuwa na yule bwana, alikuwa kazi yake ni mjenzi. Kwa hiyo zile taratibu za utunzaji wa kumbukumbu kumbu alikuwa nazo, alikuwa na kumbukumbu kumbu za gharama zote walizokuwa wametumia kwenye kazi ile ya kujenga shule ile tangu kununua kiwanja. Kwa hiyo BAKWATA alimwambia nyinyi mnasema cha kwenu, hebu onyesheni kivipi? Hawana dokumenti moja, hawajatumia senti moja huu utaratibu wametumia maeneo mengi sana. Huu natoa ni mfano mmoja ambao ni live, kwa sababu una kesi ambayo BAKWATA wameshindwa. Lakini mifano kama hii ni mingi sana kwa bahati mbaya. Katika baadhi ya maeneo, Waislamu ule utaratibu wa kutunza kumbukumbu vizuri hawana, wanatumia wajenzi wa kawaida, wanatumia taratibu za kuchangana na kulipa tu mafundi, wanakuja kujikuta sasa. Ukiambia haya aya kwamba hili jambo la kwenu kweli, zile kumbukumbu hawana sawasawa visa ambavyo vinajulikana sana msikiti wa Bondeni na shule ya Bondeni, Dodoma, Arusha, sorry, Arusha, Arusha. Eh, Arusha, Arusha. Ile ni shule ambayo na msikiti ule umejengwa na Umoja wa Vijana wa Kiislamu Arusha, ndio walionunua kiwanja au waliojitolea kiwanja wakafanya michango wakasimamia ujenzi mpaka imekamilika. BAKWATA ni wakaja sasa wakasema hii mali ya BAKWATA. From nowhere na bahati mbaya kuna hukumu ya mahakama kuu inayosema kwamba ni mali ya BAKWATA, lakini ground iliyotolewa ya kwa nini ni mali ya BAKWATA ni just a technical argument ambayo kwangu mimi kama mwanasheria anasema that argument was wrong. E, hoja ile ilikuwa si hoja sahihi, lakini kwa bahati mbaya hawakuikatia rufaa, sababu pia kulikuwa na vitisho na mambo mengine kama hayo. Sasa kilichopelekea kwenye uamuzi ule ni nini? kwamba wale vijana waliandikisha kwanza udhamini, waliandikisha kwanza taasisi ya udhamini Rita, wakakaa. Baada ya miaka wakaandikisha, wakati wameshapata kiwanja, wameshaanza jitihada za kujenga, wakaandikisha jumuiya hiyo, sasa umoja wa vijana, mambo ya ndani, mmoja wa vijana Arusha, eh, nini, wizara ya mambo ya ndani kwa msajili wa vyama vya kijamii sasa mahakama wakasema haiwezekani, eh, ni kitu batili eh, kwa jumuiya ambayo haijaandikishwa kuandikisha udhamini Rita, sawa. Kwa hiyo kwa sababu huu udhamini ulioandikishwa ni batili na ndio ulioandikishwa kwamba unamiliki hiki kiwanja, ina maana kwamba, eh, huu miliki wao ni batili. Lakini sasa tunakuja na hoja kwa, okay, uthibitisho wote umeonyesha kwamba sisi ndio tuliokusanya pesa, sisi ndio tulitoa kiwanja, sisi ndio tuliojenga, sawa. Lakini tuliandikisha taasisi ya udhamini, sawa, waandishi habari wa inakuja hoja baadaye, tuka tukaamua tuandikishe umoja, wizara ya mambo ya ndani. Jaji anasema ilitakiwa umoja uandikishwe kwanza, alafu umoja ndio uandikishe udhamini, unasema sawa om kuna kosa lolote la kiufundi, udhamini ni batili, kwa hiyo ni mali ya BAKWATA. Kwa proof gani? Hakuna proof yoyote. Hata kwenye kesi ile ukisoma ile hukumu, hakuna mahali pamoja ambapo BAKWATA wanasema tulitoa pesa, tulitoa kiwanja. Kwa hiyo uporaji wa namna hii e, umefanyika kwa sehemu nyingi. Kuna umoja pia wa vijana wa Dodoma, na wenyewe pia wamepoteza kiwanja chao Prime Land, nafikiri yuko <coughs> msikiti mkuu wa Bakwata Dodoma ni kiwanja cha umoja wa vijana wa Dodoma. The same case kama hii hii, kwa bahati mbaya mahakama kuu ikabariki tena ule uporaji, lakini zile hoja leo mimi nikiambiwa zichambue, nasema mahakama kuu ilikosea kama tumeanzisha kitu tukafanya kwa pesa zetu na nguvu zetu, hakiwi cha mtu mwingine kwa sababu tu tumekosea taratibu za usajili. Ndio, bwana, huu usajili wenu ni batili, andikisheni usajili mwingine kwa ajili ya kukimiliki hiki kitu. Ilitokea uamuzi wa hivi, bahati mbaya mahakama ikafanya maamuzi ambayo si sahihi, ikabariki uporaji. Lakini kuna kwingine kwingi sana ambapo uporaji umefanywa bila hukumu zozote za mahakama na BAKWATA imekuwa na tabia hiyo na mwenendo shule Al Haramain pale eh, wapi Kariako, eh, shule ya Uhuru na yenyewe pia historia yake ndio hivyo hivyo, haikuwa mali ya BAKWATA na wakati inamilikiwa na na taasisi huru za Waislamu ilikuwa inafanya vizuri sana. Bach kama mbili au tatu ilikuwa division 1 nyingi kuliko division 2 3 na hakukuwa na zero ala four lakini BAKWATA wakaingia kwa maguvu, wakapora ile shule. Kuanzia hapo ni zero kwa kwenda mbele, division one za nadra, mara moja moja, wale wanafunzi ma genius. Lakini eh, nitaka tu kutaja ili kwamba tabia na mwenendo wa kupata kupora vitu vya watu imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa ile umbrella, kwamba wao ni taasisi kuu, watu wanaamini wanapeleka vitu vyao wa, na kuvisajili kule lakini wanafikia mahali anasema, okay tumeshakomaa tumeshakuwa na taasisi yetu, tutoe hapo, ndo tunapoanzia mali ile inaporwa kwa sababu tu ilipelekwa na kuandikishwa chini ya BAKWATA. <coughs> ina maana gani? kwa sababu maana gani? Tufafanulie kidogo kwa sababu anyenye tafsiri ambazo zaima imesema kwamba hata sio chungu zima Kwanza labda nianze na msingi wa ufahamu wa neno mufti. Manake ni mufti katika tafsiri yake ya kawaida ni mtu mwenye elimu kubwa ya dini ya Kiislamu ambaye amefikia mahali pa kupata heshima ya kutambulika kwamba, huyu, inapotokea swala lolote ambalo lina, lina utata wa tafsiri, yeye akisema bana tafsiri yake ni hii, wengine wote watafanyaje? Watasikiliza na kufuata ndio maana ya mufti takufutu maanake nikutoa utatuzi wa swala ambalo lina tata au lina ugumu wa kueleweka. Maana yake hii ndio maana ya mufti kwa kaida, hali ya kawaida, mufti si kiongozi. Hili neno mufti halimaanishi kiongozi. E, kiongozi atakuja na majina mbalimbali, anaweza kaja kama amiri, anaweza akaja kama raisi, anaweza kaja rais, neno la Kiarabu, anaweza kaja rais, anaweza kaja kama khalifa mushrif mulir, yako maneno mengi ambayo yanamaanisha kiongozi mkuu, lakini mufti sio maana yake hiyo. E, ukiangalia kwenye katiba ya BAKWATA kiongozi mkuu ni mwenyekiti, lakini mwenyekiti huyo huyo ndio pia na cheo cha pili cha kuwa mufti, kwa maana kwamba mwenye kutatua matatizo mashauri ma yote, e, ambayo yana, masala yote ambayo yanahitaji ufafanuzi sasa eh, linaweza likaunganishwa kiongozi mkuu akawa pia ndio mufti mkuu. Ifahamike ifa vizuri kwamba inaweza kaunganishwa mawili, huyo kiongozi mkuu akawa pia ni mufti. Hili ni jambo la kwanza ambayo nipenda lifahamike vizuri kwamba mufti manake sio kiongozi mkuu katika nchi. La pili ambalo itakuja kwenye eh, swali lako moja kwa moja unauliza kwamba je mufti eh, maanake nini? Hukumu kwa mufti utakuwa hakuna mufti? Hapana, mufti Sheikh Abubakar bin Zubeiri leo bado ni mufti, kwa sababu katiba ya BAKWATA inamtaja kama mufti, lakini alipokuwa mufti wa taasisi kuu inayotambuliwa na serikali kama taasisi kuu, alipewa hadhi pia ya kuonekana kwamba ndio mufti mkuu wa Tanzania nzima lakini kwa hukumu hii imetengua hiyo nafasi ya BAKWATA kama taasisi kuu. Kwa hiyo atabaki kuwa mufti, lakini atabaki kuwa ni mufti wa BAKWATA na hili sigeni sisi tulikuwa tukimtambua hivyo tangu zama na zama kwamba mufti wa BAKWATA ni mufti wa BAKWATA. Tulikuwa tukitamka hivyo, tukisema hivyo mara nyingi kwamba mufti wa BAKWATA ni mufti wa BAKWATA. Soma katiba ya baraza kuu, katiba ya BAKWATA inataja mufti, katiba ya baraza kuu inataja mufti mkuu kule kwenye katiba ya baraza kuu la jumuiya la taasisi za Kiislamu katiba yake inataja kuwepo kwa mufti mkuu ambaye mufti mkuu atakuwa ni mwenyekiti au rais wa baraza la maulama la baraza kuu. Kwa hiyo e, dhana ya kuwepo kwa mufti zaidi ya mmoja ilikuwepo na dhana ya kwamba e, mufti wa Bakwata yupo iko pale pale, lakini kwamba ni mufti wa Bakwata peke yake hiyo imekuwepo kwa muda mrefu, lakini tumekuwa tukilazimishiwa juu yetu na serikali kwamba huyu ni mufti wa Tanzania nzima wa Waislamu wote. So, nafikiri najibu nafikiri najibu maswali yako bwana sasa.